Mtazamaji, tume ya uchaguzi Tanzania imemtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi ulioandaliwa siku ya Jumatano. Na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jacob Mwambegele alimkabidhi Suluhu cheti cha ushindi na kutangaza kuwa sheria za Tanzania hazimruhusu yeyote kufika mahakamani kupinga matokeo ya urais. Naam, uchaguzi huu ulishuhudia maandamano, rabsha na hata vifo. Naam, Stephen Leto na taarifa hiyo kwa kina. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata suluhu tena. Rais Samia Suluhu Hassan akitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi uliokumbwa na upinzani na kusababisha machafuko kwa siku tatu tangu uchaguzi siku ya Jumatano. Samia akizamia ikulu kwa mara ya pili kwa kuchaguliwa na asilimia 97.6 ya Watanzania waliopiga kura. Mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa kiti cha rais ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Imani John Nchimbi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Japo vyama vya upinzani vimepinga kuchaguliwa kwa Suluhu, sheria za Tanzania haziruhusu kupingwa kwa matokeo ya uchaguzi mahakamani kama ilivyo hapa Kenya. Mgombea wa kiti cha rais akitangaza akitangazwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi kuwa amechaguliwa kuwa rais, hakuna mahakama yoyote ina itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Rais Samia amesema vitendo vya maelfu ya waandamanaji waliojitokeza barabarani si za kizalendo. Alizungumza alipokabidhiwa cheti cha ushindi. Matukio yale yaliyofanywa maeneo hasa kwenye miji ya Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya na Songwe kwa vyovyote vile hayakuwa yakiungwa mkono hayakuwa yakiungwana na ya kizalendo mzalendo. Hujenga nchi na sio kubomoa nchi iliyojengwa kwa nguvu na jasho la wananchi. Rais Samia amesema serikali yake itatumia mbinu zote za kiusalama na kuwaonya wale ambao wamezamia uharibifu wa mali na miundo msingi ya umma. Serikali inalani na kukemea vikali matukio yale. Nalotaka kusema hapa ni kwamba kwenye suala la usalama wa nchi na taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuna mbadala, bali ni kutumia mbinu zote za kiulinzi na kulibakisha taifa likiwa salama. Mapema leo rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi aliapishwa rasmi katika hafla iliyoshuhudia tamaduni za majeshi ya kisiwa cha Zanzibar. Stephen Letoruninga ya Citizen. Naam tukirejea hapa